Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini, Aesh Hilaly, ambaye pia ni kamishna wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa ahadi hiyo wakati wa ziara yake katika jimbo hilo. Akisisitiza umuhimu wa barabara ya Namanyere kwenda Kirando katika kuboresha usafiri na maendeleo ya kiuchumi katika eneo hilo, ameahidi kufanya kila liwezekanalo bungeni ili kuhakikisha barabara hiyo inajengwa kwa kiwango cha lami akiamini kwamba itasaidia kuimarisha miundombinu na kuleta manufaa kwa wananchi wa jimbo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni kamishina wa Bunge la Jamhuri ya Muungano <coughs> wa Tanzania. maendeleo yote ya mkoa wa Rukwa, tunashirikiana kuja kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu pamoja na wilaya ya Nkansi. Mheshimiwa mwenyekiti, mwaka huu wa fedha nina bungeni, bunge linaanza kesho kutwa, nitahakikisha tunapitisha na kuomba kwamba barabara ya kutoka Nkansi kuja Kirando inajengwa kwa kiwango cha lami. ya umati huu ikiwa kweli ni mzao wa Kirando, ninaomba kesho kutwa nikianza bunge nitakuwa kwanza kuipigania barabara ya kutoka Namanyere kuja Kirando ijenge kwa kiwango cha lami. Mwenyekiti wangu una jenga barabara kwa kiwango cha lami kutoka Namanyere kuja wapi? Ahadi yangu hiyo, zawadi yangu hiyo, itaipambania kwa kisha kwamba barabara yetu inajengwa kwa kiwango